Umwangalie huyu mwana mkubwa. Kwa maana huyu mwana mkubwa alikuwa yuko nyumbani na alikuwa yuko shambani, alikuwa anamtumikia baba yake, alikuwa ni mtu aliyeokoka, alikuwa ni mtu ambaye anamjua Mungu, anaanza kufanya mapenzi ya Mungu, anatumika aidha ni uimbaji, anatumika aidha ni asha, anatumika aidha ni pastor, anatumika He. Kile kitu kikamuumiza, kikamuumiza, kika, kwa nini mimi sina hivi vitu yani? Kwa nini mimi ni Mkristo alafu sina gari zuri? Kwa nini sina hiyo Land Cruiser? Kwa nini sina hiyo hilo gorofa? Kwa nini sina hiyo Range Rover? Akaenda kwa baba yake akilalamika, anamwambia baba, mbona mimi hivi vitu haujanifanyia? Kwa nini huyu mwingine ametoka kula mali zako na makahaba, amekuja umemchinjia mwanakondoo aliyenona, umemfanyia hii sherehe, lakini mimi ambao niko na wewe siku zote, haujawahi kunifanyia kitu kama hiki. Jibu ambalo baba yake alimpa Mungu akamwambia, mwanangu, wewe u pamoja nami siku zote. Yaani, sisi tuko na Mungu kila siku, tumejazwa na Roho Mtakatifu kila siku, tunakuja kanisani, tunaomba asubuhi, mchana, jioni, kabla ya kula tunaomba, tunaomba, tunasifu, tuna tunamshukuru, tuna Mungu. Sasa baba anasema yuko na sisi siku zote, na vyote nilivyo navyo ni vya kwako.